Karibu sana karibu sana kwenye Tafakari Ukweli. Ni siku nyingine tena tunaangalia maandiko na kuweza kuya tafakari. Kama wapendwa katika Bwana, ni muhimu sana tuwe na muda wa kutafakari, kwa sababu Mungu ameahidi baraka kwa wote wanaopata muda wa kutafakari neno la Mungu. Leo nina mada inayosema toka kwenye boksi la hofu na mashaka Ondoka kwenye boksi la hofu na mashaka. Wapendwa katika Bwana, kuna watu wengi wanamkosea Mungu bila kujua kwamba wanamkosea Mungu. Wanasali sana, wanafunga sana, wanatoa zaka sana, wanatoa matoleo mengi sana, hawakosi ibada, lakini maombi yao hayajibiwi Awajui kwamba wamemwasi Mungu ndani ya mioyo yao. Naposema amemwasi Mungu, maana yake nini? Unapotawaliwa na hofu ya aina yoyote ile, kwa mfano pale ambapo unapaswa kusema hapana ukasema ndio kwa kuogopa watakuelewaje, umefanya dhambi. Pale unapopaswa kusema ndio lakini ukasema hapana, umefanya dhambi. Huo ni woga, na Biblia inazungumza katika kitabu cha Ufunuo sura ishirini na moja mstari ule wa nane: waoga wote, wazinzi wote, wachawi wote, waabudu sanamu wote, sehemu yao ni katika, katika ziwa lile la moto, hii ndio mauti ya pili. Hiyo ni Ufunuo a ishirini na moja mstari ule wa nane. Kama hofu haina tofauti na mzinzi. Utamlaumu mzinzi, abda mume wako anachepuka au mke wako anachepuka, lakini wewe mwenye hofu kajiona uko salama, hukuna tofauti na mzinzi. Maombi yako yanakwama, yanashindwa kupata majibu kutokana na kwamba unaishi maisha ya hofu na huna mpango wa kupiga vita hofu katika maisha yako. Sio mpango wa Mungu utawaliwe na hofu. Tuende kwenye kitabu cha Luka sura ile ya kwanza. Luka sura ile ya kwanza. Injili ya Luka sura ile ya kwanza. Uweze kuona mpango wa Mungu kwako. Kuanzia mstari ule wa sitini na nane hadi ule wa sabini na nne. Mstari wa sitini na nane unasema hivi. Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli. Kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, tuokolewe na adui zetu wote na mikononi mwao wote wanaotuchukia, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu uwapo aliyomwapia Ibrahimu baba yetu, ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu, na kumwabudu pasipo hofu, na kumwabudu pasipo hofu. Biblia ya Kiingereza nasema kwamba and worship him without hofu without fear, you know and uh, the Biblia ya Kiingereza nasema kwamba and, and serve him without fear, yani kumtumikia Mungu pasipo hofu. Sasa ibada yako haishii Jumapili, haishii kanisani. Ibada yako iko moyoni, na Yesu amesema kwamba waabuduo halisi wanamwabudu Baba katika Roho na kweli, hao ndio waabuduo halisi. Ndani ya roho yako ndipo ibada inapopaswa iwepo. Kunapokuwa na hofu ndani ya moyo wako, manake Yesu hatawali, japokuwa unajiita Mkristo, japokuwa unajiita umeokoka Yesu sio mtawala ndani yako unapokuwa na mashaka na wasiwasi wa aina yoyote. Kwa mfano, mtu anaogopa kusema hapana. Unapokuwa umekataa jambo alafu mtu akakasirika, haimaanishi ulipaswa ukubali. Simama na kweli, kwa sababu imeandikwa waabuduo wa halisi watamwabudu Bwana Baba wa mbinguni katika roho na kweli. Simama kwenye kweli, hata kama utatukanwa, hata kama utadharauliwa, hata kama utapigwa, simama kwenye kweli, na hiyo ndio ibada kamilifu. Narudia tena mstari ule wa sabini na nne ya kwamba utatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu. Hofu inatokana na roho. Twende kwenye waraka wa pili wa Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo, uweze wa kuona hofu ni roho. Kwa hiyo hii roho lazima itoke, ili uweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Wa Korinto na sura ya Timotheo wa pili, sura ile ya kwanza, mstari wa 7 inasema hivi, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Kwa hiyo kuna roho ya hofu. Utatoa sadaka sana, utatoa zaka sana, utaenda mikutano mingi sana, utatoa michango mingi sana, utafunga sana, utaenda kwenye mikesha mingi sana. Lakini kama hujaanza vita ya kupiga roho, ya kupiga vita roho ya hofu, nakwambia kuambia hutatoboa. Hutatoboa. Wachungaji watakula sadaka zako lakini hutatoboa kabisa. Nakuambia hutatoboa, kwa sababu sio mpango wa Mungu uishi kwa hofu, sio mpango wa Mungu. Sasa wapendwa katika Bwana, napenda nikuambie hivi: Mungu anaangalia mawazo yako, kama ni ya hofu au sio ya hofu, ni ya upendo au sio ya upendo. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho unapaswa kukifanyia kazi sio pesa, ni mawazo yako. Kitu kikubwa unachopaswa kukifanyia kazi sio pesa, ni mawazo yako, kwa sababu Mungu haangalii una pesa kiasi gani. Mungu anaangalia ya mawazo yako yakoje. Twende kwenye kitabu cha Ezekieli sura ile ya kumi na moja. Ezekieli, sura ile ya kumi na moja. Ezekieli sura ile ya kumi na moja. Uweze kuona mpendwa kwamba mawazo yako ya hofu kwamba sijui ntalipa lini pango, sijui ntapata lini hii hela, hayo yanaonyesha wazi kwamba umtegemei Mungu, na takuonyesha jinsi gani ilivyokuwa tishio hilo katika imani yako na mafanikio yako, ili uweze kutoboa. Ezekieli, sura ya kumi na moja mstari wa tano roho ya bwana ikaniangukia naye akaniambia nena bwana asema hivi mmesema maneno hayo enye nyumba ya israeli maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyo yenu yaingia katika mioyo yenu maana Biblia ya Kiingereza nasema I know your thoughts. The thoughts of your mind. Kwa hiyo unaweza kuona Mungu anayeangalia mawazo yako. Sasa hofu ni kumtukana Mungu, ni kumwonyesha dharau Mungu kwamba huyu naye mwogopa, hichi nachokiogopa kina nguvu kumzidi Mungu, Mungu. Tuende, ni tusi mbele za Mungu. Twende kwenye kitabu cha Hesabu sura ile ya kumi na nne kitabu cha Hesabu sura ile ya kumi na nne uone unavyomtukana Mungu bila kujua. Hesabu sura ile ya kumi na nne mstari ule wa kumi na moja. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini, nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao? Nitawapiga kwa tauni. Mstari wa kumi na mbili na kuondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha Yenye nguvu kuliko wao. Unaona? Aseme hivi nitaondolea urusi wao. Nimewaletea nimewapangia baraka nyingi sana. Ninawaanzia walio mema. Lakini wananidharau kwa sababu hawaniamini. Kwa sababu naweza kuwasaidia, naweza nikawapigania. Jiulize, kwa muda gani umekuwa na mdharau Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi hata unamwogopa mwanadamu atakaye kufa na kuoza? Kamdharau Mungu aliye hai ataishi, anaishi, milele. Wapendwa katika Bwana, tunaposema tumeokoka tusiwadanganya watu wengine wakati mioyo yetu haijaokoka, mioyo yetu ina hofu. Hofu ni utumwa. Kuishi maisha ya hofu ni kuishi utumwani, hauna tofauti na mtu ambaye hajaokoka. Ndio maana Bwana Yesu akasema hivi, Msiangaikie mtakula nini, mtakunywa nini, kwa maana mataifa wanahangaikia hayo, bali utafutieni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, yote haya mengine yote mtazidishiwa. Sasa hivi, msihangaike mtakula nini, mtakunywa nini. Mataifa wanahangaika, mioyo yao haina amani kwa sababu ya hiyo vitu. Nyinyi kwenu haipaswi kuwa hivyo. Pendo katika Bwana, unamkosea Mungu kwa kumdharau unapokuwa na hofu ni wajibu wako kuanza kumwomba mungu akusaidie ushinde hii roho ya hofu uishinde hii roho ya hofu unatakiwa useme kama daudi twende kwenye zaburi ya ishirini na saba zaburi ya ishirini na saba zaburi ya ishirini na saba uweze kuona mpendo katika bwana jinsi gani umekuwa na mdharau mungu Haya ndiyo mawazo yanayopasa yakae ndani ya moyo wako siku zote. Zaburi ya ishirini na saba. Haya ndiyo mawazo na maneno ambayo unajikumbusha wewe mwenyewe ndani ya moyo wako kwamba mimi kweli nimeokoka na hii ndio msimama wangu. Zaburi ya ishirini na saba, kwanzia mstari wa kwanza, sikiliza hivi. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu, walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Haleluya wapendwa, katika Bwana unaweza kuona haya ndio maneno pasa yawe ndani ya mioyo yetu, yawe na nguvu pale hofu inapokuja unajiambia nausi yako, Bwana ni ngome yangu, nimwogope nani? Sitaogopa hata majeshi wachawi wanapojipanga, sitaogopa hata mume wangu anapokuwa na mkwa mkali, sitaogopa hata bosi wangu anapokuwa na mkwa mkali, sitaogopa. Unapomwogopa bosi, unapomwogopa mume, wanake, umemdharau Mungu. Kwa hiyo umetenda dhambi, inapasa utubu. Usifikirie sadaka zako unazotoa kanisani zitakusaidia, usaidie. Kufunga kwako kutakusaidia, usaidie. Kuomba masaa ishirini na nane kutakusaidia kama unaishi mahofu, mwanake, unapoishi ma maisha ya hofu, yale mambo yako yote unaoyaomba ni sifuri. Utatoboa? ndio maana yake, huu ndio uthibitisho kwamba umeshashindwa wewe, umeshashindwa. Utaomba sana masaa ishirini na nane, utanena kwa lugha sana, lakini iwapo ndani ya moyo wako hofu inatawala, mara nyingi hofu inamzuia Mungu asifanye kazi kwa sababu umemdharau, kwa sababu umemdharau inamzuia Mungu asifanye kazi katika maisha yako. Umetegwa na Ibilisi. Tuende kwenye kitabu cha Mithali ishirini na tisa, Mithali ishirini na tisa, Mithali ishirini na tisa, uweze kuona jinsi gani umetegwa na Ibilisi. Unapaswa kujinasua humo haraka sana. Mithali ishirini na tisa mstari wa ishirini na tano kuna maneno haya: kuwaogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Haleluya! kuwaogopa wanadamu inakuletea wewe mwenyewe mtego, unajitega wewe mwenyewe Utalaumu mume wako, utalaumu serikali, utalaumu bosi wako. Umejitega mwenyewe bila kujua. Pendwa katika Bwana, sasa ni saa ya kutubu. Mwambie Mungu, nisamehe, nimekudhalau kwa muda mrefu sana, nisamehe. Pendwa katika Bwana, mnaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili, nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana, na Mungu akubariki sana sana.